Bando la chuo sehemu ya tisa. Ilipoishia niliposikia vile, nilishtuka sana. Sikujua yule baba amejuaje kwamba nipo ndani mpaka anasema vile endelea. Nilishuka kitandani huku ninatetemeka, nikavaa suruali yangu haraka. Wakati huo mlango bado unagongwa. Asha alifunga kanga, akafungua mlango. Baba mmoja mnene, mweusi, ambaye ndiyo baba Asha akachungulia mle ndani, alafu akaniambia nimfuate. Nilitoka huku ninatetemeka nikamfuata yule baba mpaka sebuleni, akaniambia nikae kwenye sofa nikakaa, akaniambia nimpe mikono nikampa, akaangalia viganja vyangu kwa makini kisha akaniambia sio mbaya sana. Sasa kijana, hapa hamna tatizo kama tukienda sawa, lakini kutakuwa na tatizo endapo utavunja masharti nitakayokupa baada ya stori nitakayokudhimulia. Masharti gani baba angu? Nisamehe kweli, sintarudia tena kutembea na binti yako. Hapana, haina shida. Kwanza kabisa, huyu binti usimwone wa kawaida, ukikaa naye vizuri utapata kila kitu unachotaka lakini, ukizingua ni hatari sana. Nilimsikiliza yule baba kwa makini, lakini sikumwelewa hasa aliposema binti sio wa kawaida. Nilimsikiliza kwa makini nikamuuliza, sio wa kawaida kivipi? Ni jini au vipi? Nilipomuuliza yule baba swali lile, alinyamaza kwa sekunde kama kumi hivi, alafu akaanza kunihadithia mambo yaliyotokea hapo kabla, enzi za ujana wake. Aliniambia kwamba jina lake ni God. Kabla hajawa tajiri alikuwa maskini sana, na kazi yake ilikuwa ni kupalilia kwenye majaruba ya watu ya mpunga. Kipindi hicho, miaka ya nyuma, alikuwa na rafiki yake kipenzi ambaye aliitwa Salva, kama wengi walivyopenda kumuita Walikuwa wanapendana sana na walifanya kazi kwa bidii mno. Pamoja na kufanya kazi za nguvu, bado hawakufanikiwa kupata maisha bora, na miaka ikawa inaenda kakini hawafanikiwi. Siku moja wakati wanarejea kutoka kibaruani, Salva alimwambia oya, God rafiki yangu, tunateseka sana. Kwa nini? Ndiyo hivyo, elimu hatuna, sasa tutafanyaje? Ag, watu wanatajirika tu bila elimu. Twende tukajaribu kutafuta mali kwa kutumia njia zingine. Kuna mganga yupo Utete, nasikia ni hatari, watu kibao wametokea hapo na sasa wanaendesha magari. Ag, mali hizo mimi sizitaki kabisa, unaweza ukaambiwa ukuue mama. Hapana, huyo mganga nasikia hana hizo, yule ametumwa na Mungu aje kutusaidia sisi binadamu, kila mtu anapewa sharti lake, ambalo akiweza basi ametoka, na masharti hayafanani. Masharti kama yapi? Labda mfano, unaweza ukaambiwa umue kuku au mbuzi kwa mikono bila kisu. Baada ya Salva kumpanga sana God, hatimaye alikubali. Wakapanga siku ya safari waondoke pale Sumbawanga waende katika hicho kijiji cha Utete. Siku ilipofika, waliondoka asubuhi, wakafika kwa mganga huyo majira ya saa nane. Watu walikuwa wengi mno kutoka sehemu mbalimbali, mpaka Waarabu na Wahindi walikuwa wamejaa Kutokana na wingi ule wa watu, mpaka kufika saa kumi na mbili jioni ndio walifanikiwa kumwona mganga, ambapo walieleza shida yao. Mganga akawaambia, nyiye bado vijana na nitawasaidia, lakini nataka mtu ambaye hana tamaa, pia kwa nye nitawapa masharti yanayofanana. Sisi hatuna tamaa kabisa, babu, tusaidie, tupe tu hayo masharti Waliongea wote kwa pamoja. Mganga akaingia ndani akatoka na mabinti wawili wazuri. Wale mabinti kwa mwonekano walikuwa vigoli kabisa. Mganga alipowaleta wale mabinti aliwaambia kila mmoja achague aliyempenda, wakafanya vile. Mganga akawaambia, sasa hawa ni mabinti zangu, bado vigoli kabisa. Nitawapa kila mmoja chumba chake na mtalala na hawa mabinti kwa sharti moja tu Mtalala uchi bila nguo, lakini msifanye mapenzi. Atakayefanya basi atakuwa amekosa utajiri. Hata binti akikushauri mfanye, usithubutu. Mganga alimaliza, wakaonyeshwa kila mtu chumba kizuri kilichokuwa na bafu ndani kwa ndani, wakaoga, wakala kisha wakalala. God alipofika pale kunihadithia alimeza mate alafu akaendelea kunihadithia kwamba usiku yule binti alimsumbua sana kwamba wafanye mapenzi na mbaya zaidi, walikuwa uchi kama walivyozaliwa. Yule binti alimshawishi sana wafanye mapenzi huku anampapasa kusmikono yake milaini mno, lakini alikataa. Bebi, wewe bado kijana, tufanye kidogo, baba yangu hatajua kwa sababu sintamwambia na kuhaidi, mpenzi, tufanye kidogo niridhike, shika huku nilivyolowana mwenzio. Yule binti alibembeleza sana mpaka kuna muda God alitaka ashawishike lakini alikataa kabisa, mpaka usiku wa manane yule binti alipopitiwa na usingizi, wakalala mpaka asubuhi. Asubuhi na mapema mganga alimwamsha, akampongeza kwa roho aliyoonesha, akamwambia kwamba hana tamaa hivyo atampa utajiri. Umefaulu mtihani wangu, hivyo nitakupa utajiri. Mwenzako amefariki, alishindwa mtihani. Salva amefariki? Ndiyo, amezini na binti yangu. Sikutaka kuwaambia mwanzo kwamba ukizini utakufa, kwa sababu msingethubutu na ningeshindwa kutambua nani anatamaa na nani hana. Kwa hiyo ndiyo hivyo. God anasema alilia sana aliposikia habari zile, hasa alipokumbuka kwamba ni Salva huyo huyo aliyemshauri waende kwa mganga. Usilie sana kijana, binti yangu ndiyo huyu hapa, utakuwa tajiri mkubwa, na kwa ujasiri wako nakupa huyu binti yangu bure kabisa, umoe. Mali zako zote anazo yeye, nendeni mkaanze maisha yenu. najua hujawa. Nimefurahi sana kijana wangu. Shamsa, mumeo huyu hapa sasa, mnaweza mkazaa na maisha yakaendelea kama kawaida. God alifurahi sana kwa sababu kiukweli alivutiwa sana na yule binti na katika maisha yake hakutegemea kwamba siku atamiliki msichana mzuri kama yule tena bikira. Walirudi mjini na baada ya mazishi ya Salva, God na Shamsa walianza maisha ya kawaida tu ya kimaskini, lakini God aliamini pesa atapata muda wowote kwa sababu mganga alimwambia kwamba pesa zake Shamsa ndiyo anazo. Alifanya vibarua akapata pesa, Shamsa akamwambia wakodi shamba walime mpunga, God akakubali. Wakalima pale, ndiyo maajabu yalitokea, kwa sababu walipata mpunga isivyo kawaida. Sumbawanga nzima haikuwahi kutokea, waliweza kuwashinda mpaka watu waliolima ekari hamsini wakati yeye alilima elari mbili tu, na utajiri wao ndio ukaanza pale pale. Alipofika pale, nilimkatisha nikamuuliza kama Shamsa naye alikuwa anaenda shamba, akanijibu Mke wangu Shamsa hakuwahi kushika jembe wala kufanya kazi ngumu. Muda wote alikuwa ananipa akili tu, na kila anachoniambia nikifata, ninafanikiwa tena kwa kiasi kikubwa. Alikuwa kazi yake ananipikia chakula na kunikanda jioni ninaporudi kutoka shamba. Alinijibu kisha akaendelea kwamba walipovuna ule mpunga walifungua duka la jumla, mke akawa anauza yeye, akaanzisha biashara ya kusafirisha mazao nje ya nchi, ambapo alikuwa ananunua mazao kwa wakulima, anapeleka nchini Zambia, biashara ambayo ilikuwa inamlipa isivyo kawaida, na ndani ya miaka miwili tayari alikuwa tajiri mkubwa. Na wakati huo mke wake alikuwa mjamzito, na mimba ilipofikisha miezi tisa ndiyo tatizo lilipotokea, tatizo ambalo hatalisahau mpaka kufa kwake. Alipofika hapo alishindwa kuendelea kuniadithia akainuka, akaenda chumbani huku analia. Alipoondoka nilitaka nikimbie, lakini miguu ikawa mizito. Kwanza nilitaka nijue ilikuwaje, pia nilikuwa najiuliza ni sababu gani iliyomfanya anieleze historia ya maisha yake na anataka nini kwangu wakati hanifahamu. Sikupata jibu na wakati na tafakari mambo yale, baba yule alitoka mle chumbani akiwa ameshika kibahasha fulani mkononi. Sikujua ile bahasha ina nini, na bado machozi yalikuwa yanamtoka kama maji. Kabla sijaendelea, na waomba usisahau kulaiki na kusubscribe chaneli yangu ya YouTube ya Himaya ya Simulizi. Endelea. Alitoka na ile bahasha akaketi kwenye sofa, akafuta machozi, kisha akaendelea kuniadidhia ilivyokuwa baada ya kumpeleka mke wake hospitali. Anaendelea baba Asha, wakati huo ile bahasha ameshikilia mkononi. Nilimwacha mke wangu pale hospitali nikarudi nyumbani, lakini kesho yake nilipomfuata nikitegemea kumkuta ameshajifungua, nilipata habari mbaya sana, ambayo ndio inanifanya nilie Dokta aliniambia kwamba mke wangu Shamsa amefariki, lakini mtoto ametoka salama. Dokta aliniambia kwamba wamejitahidi sana walau kumwokoa wa mama, lakini imeshindikana, maana kwa hali ilivyokuwa mbaya, ilikuwa lazima mmoja afe, na ndio ikatokea, mama akafariki. Nililia sana kuachiwa mtoto mchanga wa siku moja, sikujua nitaanzia wapi kumtunza. Nilifanya taratibu za mazishi, lakini kabla ya yote, nilienda kwa yule mganga, baba yake mke wangu, ili kumpa habari zile. Lakini cha kushangaza, nilipofika niliambiwa kwamba ameshafariki wiki mbili zilizopita, lakini kuna barua ameacha. Na barua yenyewe ndiyo hii, imeandikwa kwamba nimtunze mtoto atakayezaliwa na Shamsa. Pia akaniambia utajiri wangu bado utaendelea kuwepo. Ni kama vile mganga alijua kabisa kwamba mke wangu atafariki. Pia sharti lingine aliniambia kwamba nisiwe wala kushiriki tendo la ndoa na mwanamke mwingine mpaka mtoto huyu atakapokuwa mkubwa na kuolewa, ndio na mimi niwe Nilimlea binti huyu kwa shida, akakuwa vizuri kabisa, na sasa ana miaka ishirini. Tatizo linalotokea hapa ndani ni kwamba ananitaka kimapenzi, mimi baba yake. Yaani, kuna siku anakuja kabisa chumbani kwangu usiku, sasa na shangaa inakuwaje binti yangu ananitaka kimapenzi. Kuna kipindi na shawishika, lakini nikikumbuka mtihani wa kwanza niliofaulu kule kwa mganga, nikapata utajiri, naona kama mtihani ule unataka kujirudia hivyo. Nataka wewe umoe na mimi nioe kama masharti yanavyosema. Nimefurahi sana binti yangu amempata mwanaume, muoe kabisa, usimchezee. Nipo tayari, nitawasaidia kwa kila kitu na gharama zote zitakazohitajika nitalipa mimi. Hata harusi, mkitaka mfungie angani, sawa tu. Alimamiza historia ile iliyojaa maajabu, alafu akanipa ile barua, ambapo nilipoisoma kweli ilikuwa imeandikwa kama alivyoniambia kwamba haruhusiwi kuoa wala kufanya mapenzi na mwanamke mwingine mpaka binti yake atakapokuwa na kuolewa. Niliposoma ile barua kwanza, nilimwangalia yule baba nikatikisa kichwa, maana alikuwa mvumilivu sana. Ina maana kwa miaka kumi na tisa yote hakuwa amefanya mapenzi kabisa. Sikuweza kumpa jibu lake kwa haraka kwa sababu kwanza, Asha nilimdharau kwa kitendo cha kumtaka baba yake kimapenzi, kidogo ilinishangaza. Baada ya kutafakari kwa sekunde kadhaa, nilimpa pole baba yule kisha nikamwambia, pole mzee kwa yote yaliyotokea. Kweli mimi nampenda binti yako na nipo tayari kumuoa lakini, naomba nipe muda nikafikiria vizuri, nitakupa jibu kamili ndani ya hizi siku mbili. Baba alikubali tukabadilishana namba za simu kisha akamwita Asha ambaye alikuwa mle chumbani. Asha alipofika akiwa ana wasiwasi, baba yake alimwambia, Usijali binti yangu, kwanza hongera kwa kumpata mwanaume mwenye mapenzi ya dhati kwako. Tutaongea zaidi kesho, wacha mimi nikapumzike, nimechoka sana na safari. Aliongea baba yule, akaamka akaelekea chumbani kwake mkononi akiwa ameshika ile barua ambayo alisema ataichana siku nitakapofunga ndoa na binti yake. Alipoelekea chumbani kwake, niliangalia muda kwenye saa yangu ya mkononi ambayo ilionyesha ni saa saba na dakika kumi usiku. Asha alipoona naangalia saa aliniuliza, Bebi, unaangalia muda ili iweje? Unataka kuondoka usiku huu? Ndiyo, ningependa iwe hivyo Hapana, mpenzi, baba kashakuruhusu, sasa wasiwasi wako nini? Twende tukapumzike, mpenzi, njoo nikupe kitu kizuri. Alinishika mkono, tukaenda chumbani kwake, kwa mara nyingine akanipa penzi tamu, kisha tukalala mpaka asubuhi. Niliporudi geto kwetu, niliwaambia jamaa zangu kilichotokea, wakanipa pongezi sana, wakaniambia nikitoka kimaisha nisiwasahau. Nikawaambia kwa hilo tu wasijali. Wakati tunapiga stori, Mwita aliyekuwa amenyamaza kimya alisema: Wanangu sisi ni kitu kimoja wote na hapa Sumbawanga tumekuja kutafuta pesa. Nimemsikiliza Joji kwa makini na kuna wazo nimelipata. Wazo gani? Nilimuuliza. Wazo lenyewe ni kwamba lazima tukusaidie utoke kimaisha, hii bahati kama tukitumia vizuri, basi tunatoka kimaisha. Huu ujinga wa kushika shika rangi na vioo inaishia huku huku. Nilichokiwaza tujiunge na bando la chuo kama kawaida yetu. Mwita aliposema vile nilikasirika sana, niliona ananikosea adabu. Nilimwangalia kwa jicho kali nikamwambia Mwita, kuna muda unaongea usechu, yaani wefala, umgonge demu wangu ambaye ni mchumba wangu? Au unadhani yule ni wale malaya wa Florida? Hapana George, sina maana tujiunge bando la chuo tumgonge wote sasa hivi, tunajiunga kivingine. Kama huyo mzee ana pesa na mtoto wake wa pekee ni Asha hapo ina maana mzee akifa mali zote ni za kwako na wewe ukipata na sisi tumepata. Sasa naona huyo mzee afe. Mwita, kwa hiyo unataka tumue mzee wa watu kwa sababu ya utajiri? Sasa kumbe ulitaka tumue kwa sababu gani? Alafu nashangaa, kwenye kugonga tunashirikiana vizuri kabisa, demu moja tunapiga wote kwa amani Alafu kwenye pesa tunashindwa kushirikiana. Joji, wewe ukipata masela wenzako hatutaweza kulala njaa. Pia yule mzee mali zile naye kapata kwa njia ya mkato, kwa hiyo afe apishe wengine ni sawa, lakini suala la kuua aisi bado sijaliafiki. Hii ni dhambi kubwa sana kumwaga damu ya mtu kisa utajiri. Wewe ni fala sana wewe, dhambi unajulia wapi? Tunavyobakaga sio dhambi? Mara ngapi tumebaka? Mademu wangapi tumewaliza? Sio dhambi? Ile ni dhambi lakini hamna cha lakini, hata Biblia imeandika hakuna dhambi kubwa na ndogo. Alafu una nini sana mpaka yule demu akakupenda? Unataka kuniambia wewe ndio hansam kuliko msela yoyote hapa Sumbawanga? Ile ni zali tu, na ipo siku mtazinguana, atakufukuza kama mbwa. Mademu na wajua vizuri sana, acha ufala, tumiliki mali ili yule demu ata akizingua usirudi kwenye umaskini. Wenzangu maneno yale yalianza kuwaingia hata mimi pia na nilipovuta picha ya umaskini wa nyumbani kwetu niliona potelea pote, bora mzee afe tu. Wakati nawaza hayo, mwita aliniuliza unafikiria nini? Ad, wazo lako linaanza kuniingia, lakini tutamuwaje? Mimi naogopa sana. Kuwa swala hilo tuachie sisi, wewe endelea komaa na huyo demu, mpe mapenzi motomoto moto. Kesho tutakufundisha namna ya kumkunja, na jua huelewi kitu, umezoea mande Mwita aliposema vile wote tulicheka. Shabani akadakia, sio utani. Kuna staili za kumgonga demu mwenye pesa na demu wa uswazi. Mwenye pesa inafaa umpe kitu roho inataka, sio unapiga kama unafanya fasta ili umwage mwingine aingie. Ile sio mande pale, hamna bando la chuo. Mpe mtoto mapenzi mpaka asahau njia ya kurudi kwao. Mjadala ufungwe kesho kamjibu mzee kuwa umekubali kwa roho moja kumuoa binti yake alafu sisi tutakupa somo namna ya kumpa mambo mtoto wa kike. Hapa tunataka pesa, jioni ya kesho tutakuingiza darasani. Tuliachana na stori hiyo tukaendelea na mipango mingine ya kazi. Siku iliyofuata, majira ya jioni jioni, nilimpigia baba Asha simu ili nimwambie nimekubali, lakini alipopokea tu aliniambia nisimwambie chochote kwenye simu bali tuonane. Nilikubaliana na wazo lake, akaniambia hoteli ambayo tunatakiwa tuonane majira ya saa moja jioni. Muda ulipofika nilijiandaa kwenda kuonana na Baba Asha, wakati huo mipango ya kumuua inasukwa na Mwita pamoja na wenzangu. Itaendelea.